Mimi ni Dkt. Nivedita Bharti, mshauri wa magonjwa ya uzazi na magonjwa ya wanawake niliyounganishwa na hospitali maalum za Apollo Vanagaram Chennai. Eneo langu la maslahi maalum ni kinga dhidi ya saratani kwa wanawake. Tunapozungumzia kinga dhidi ya saratani kwa wanawake, tunazungumzia saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi, saratani ya mfuko wa uzazi na ovari. Kwa hivyo kati ya hizi, kwa sasa tunavutiwa zaidi na saratani ya shingo ya kizazi. Sababu ni kwamba siku hizi tunajua chanzo cha saratani ya shingo ya kizazi, kwa sababu imegundulika kuwa yaani virusi vya papiloma vya binadamu vinahusika na takriban asilimia 95 hadi 97 ya saratani za shingo ya kizazi, na kwa kuwa tunajua chanzo chake cha sasa, tuna chanjo dhidi yake. Kwa hiyo dunia nzima inaelekea kwenye afya ya kinga. Kwa hiyo ugonjwa au saratani ambayo tuna chanjo dhidi yake kwa sasa ni saratani ya shingo ya kizazi pekee ambayo pia inapatikana hapa nchini siku hizi, na tunazo aina tatu za chanjo ambazo ni chanjo za HPV, zinapatikana nchini kwetu. Moja ni chanjo ya aina nne quadrivalent ambayo imekuwa ikitumika tangu mwaka 2006 na, na sasa hivi karibuni tunayo chanjo ya aina tisa nonavalent. Nonavalent inamaanisha chanjo ambayo inalinda dhidi ya aina tisa za virusi vya HPV ambayo ndiyo mpya zaidi. Sasa tunapaswa kutoa chanjo hii vipi au nani anastahili kupewa chanjo hii? Hivyo basi, kundi lengwa la umri kwa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi ni wasichana wenye umri wa miaka 9 hadi 15. Hicho ndicho kikundi kikuu kinacholengwa kupewa chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi. Sasa itakuwaje kama msichana atakuja akiwa na umri wa miaka 16 akiomba chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi? Jibu ni kwamba chanjo hii inaweza kutolewa hadi umri wa miaka 45. Tofauti pekee ni kwamba ukimpa msichana mwenye umri chini ya miaka 15 au kati ya miaka tisa hadi 15, unahitaji kumpa dozi mbili tu za chanjo kwa muda wa miezi sita kati ya dozi hizo. Hivyo basi ukitoa dozi ya kwanza leo, dozi ya pili inapaswa kutolewa baada ya miezi sita. Kama msichana ana zaidi ya miaka 15 hadi umri wa miaka 45, tunahitaji kumpa dozi tatu za chanjo. Hiyo ni dozi ya kwanza ikifuatiwa na dozi ya pili baada ya miezi miwili, na baada ya miezi sita itakuwa dozi ya tatu. Ni muhimu sana kukamilisha dozi zote za chanjo ili kupata kinga kamili na ufanisi wa chanjo. Kwa hiyo shirika la afya duniani, WHO, limefanya ratiba ya chanjo hii kuwa rahisi zaidi siku hizi, ikimaanisha kwamba chini ya umri wa miaka ishirini inatosha kutoa dozi moja ya chanjo, na zaidi ya miaka ishirini ni dozi mbili za chanjo. Hii ni rahisi kukumbuka na pia ni rahisi kuwachanja wasichana wengi zaidi katika umri huu. Kwa hivyo nikisema hivyo, chanjo ndiyo njia kuu ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi. Hata kama msichana amepata chanjo kikamilifu, iwe ni kwa ratiba ya dozi mbili au tatu, bado anapaswa kufuata mkakati wa pili wa kuzuia ambao unaitwa Pap smear au uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi. Sababu ni kwamba kama tunavyojua, hakuna chanjo inayolinda kwa asilimia mia moja, lakini ni yenye ufanisi mkubwa. Hivyo hata kama msichana amepata chanjo kwa ratiba ya dozi mbili au tatu bado anapaswa kufanyiwa uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi baada ya kufikisha umri wa miaka 30. Na uchunguzi huu ufanyike kila baada ya miaka mitatu hadi atakapofikisha umri wa miaka 65. Tukifuata mikakati hii miwili ya kinga ya msingi na kinga ya pili, ambapo kinga ya msingi ni chanjo na kinga ya pili ni uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kutumia kipimo cha pap smear au kipimo cha HPV DNA, tutaweza kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi katika vizazi vichache vijavyo duniani kote.